Bwana uh, mitandaoni yeah? mm -hmm. E, tunaenda kuangalia zilizobamba kule mitandaoni na tuna mengi kama ambavyo, eh, umeambiwa, lakini kwa uchache kabisa tumekusanya machache na tutakuja kuangalia hapa kila ambacho tumekuandalia kutoka kurasa wa TFF ama wa Tanz Football, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Rais eh, wa shirikisho hilo Wallace Karia ameongoza ujumbe wa Tanzania kwenye warsha ya FIFA, inahusisha nchi wanachama wa UEFA na CAF Uh, inayofanyika Vienna Australia, uh, Austria na nchi ambazo zinahudhuria katika warsha hizo pia ni kwa ajili ya maendeleo ya soka duniani, eh, zikiwemo Finland, Moldova, eh, Wales. Eh, wako Austria wenyewe, Georgia kutoka UEFA, Morocco, Senegal, Tanzania, Cameroon na wenyewe wanatoka uh, upande wa CAF na wenyewe wameshiriki katika hiyo uh, warsha. Ni moja kati ya vitu ambavyo uh, waskaria anavifanya eh, kwa kuhakikisha kwamba mpira wetu wa miguu nao unasonga mbele. Kumbuka Tanzania kwa hizi wiki mbili mm, tumekuwa tuna watoto wa mjini wanasema tuna trend yeah, kwenye page zile za CAF. Ukienda CAF e, online utawakuta e, Tanzania football lakini ukienda siwi utawakuta under 20, mm, utawakuta under 17. Mm. Kwa Tanzania tumekuwa wanasema all over eh, kwenye kwenye kwenye page zile za CAF. Na, na hapa dunia imekutana Afrika kwa Tanzania kuzungumza mpira ujue. <laughs> Yupo pia uh, Almas Kasongo yes. Uh, CEO wa Bodi ya Ligi naye, lakini pia namuona mmoja kati wa wakufunzi uh, wa TFF Oscar uh, Mirambo uh, eh, Mirambo mm-hmm. naye akiwepo hapo kuhakikisha kwamba mambo wanayachota hapo kuja kutekeleza kwa Tanzania kwa maendeleo ya soka la nchi yetu. Tukitoka hapo uh, tuangalie pia ambacho tumekuandalia na kinyi kinatoka katika ukurasa wa Gor Mahia. Kumbuka Jumapili hii bwana, tuna Nyanza Dabi. Mm. E, pale kwenye FKF ama ligi kuu ya Kenya Nyanza Dabi e, nyumbani Shabana wakiwakaribisha Gor Mahia ama Kogalo katika mchezo huo Jumapili saa nane mchana, kupitia Azam Sports 3 utaushuhudia mchezo huo, na hapa wanatuonyesha Musa Sharif, moja kati ya wachezaji wenye machachari kweli kweli e, wa, wa Kogalo mm. E, unamzungumzia Musa hmm. Sharif anakimbia na spidi anafunga yeah. Yani kiukweli e, tutakuwa na bonge moja la game. Shabana na wenyewe ndio unaweza kuwaita Azam FC wa Kenya. Yes, e, e wana pesa alafu e. e, wako vizuri wanatikisa pale kwenye top 4, na, na, yuko, na yu. Shabana yuko Shabana yuko nafasi ya 4 yeah. Gor Mahia yuko nafasi ya tatu. Yeah. Kwa hiyo <laughs> Lakini mchezo wa kwanza Shabana walisawazisha wali dakika za mwishoni sana kukutana. Gor Mahia ilionekana kama mw, mchezo ameumaliza mwumali. Lakini Shabana akaja. Uh, kurudisha goli dakika za mwishoni za jioni wenye za yeah. Pasco Kabombe zile. Sawa, tukitoka hapo uh, kwa Gomahia Kogaro, tuangalie eh, wenzao Shabana ambao ni wenyeji. Saa mchezo huo wenyewe kwa, nawakumbusha waandishi wa habari kile ambacho wanatakiwa wakifanye. Kumbuka mchezo huu unachezwa katika dimba la Gusii huko uh, eh, Nyanza Kenya na kwa ajili ya uh, mchezo huo pia wametoa moja kati ya maelekezo kwa waandishi wa habari eh, ambao watakutana kwenye zone A ama zone A mm -hmm, kwamba wao wamejiandaa kiasi gani. Najua kuna waandishi wa habari wa Tanzania pia wanatarajia pengine wawepo katika mchezo huo eh. Miongoni mwa vitu ambavyo wanatarajia kuwa na uh, kwa vizingatie pia kwa accredited kwa maana kwa wamethibitishwa, ama eh, kwamba wewe ni mwandishi wa habari, lakini pia kuna eneo letu pale Azam Crew pia tumeweza mkawepo hiyo zone A tukakutana, waandishi habari kwa mjipange, e, kama mnaenda ku report, kuna kitu anasema una watu wanataka, yeah, wana kufanya mambo yao <laughs> ni utaratibu wa kawaida tu. <laughs> Eh. Yeah. Yeah, utaratibu wa kawaida tu ambapo na vingilio navyo vimevitaja, e, ni pesa ya Kenya, lakini shilingi elfu tatu kwa elfu moja na mia tatu. Eh, unaweza ukalipia hapo ukaenda kushuhudia mchezo huo Gusii Stadium Nyanza huko. Na ukikutana wenyewe watoto wa Nyanza waki pepetana sawa. Tukitoka kwa FKF, moja kati ya mechi hizo kubwa ambazo tutazishuhudia. Tuangalie pia upande eh, wa Serie A, moja kati ya ligi eh, mi binafsi nazipenda eh, Serie A mm, ligi ambazo zina moto kweli kweli. Sasa hizi imebakiza michezo minne eh, Napoli wakiwa wanaongoza kwa alama tatu, clear dhidi e, ya Inter Milan. Inter Milan sio kuwa na e, jinamizi la Barcelona wanaliwaza, ambao wanakutana nao leo, sijui kile kilichotokea kitu gani wakaachie hizo alama tatu, lakini wamecheza, wabakiza michezo minne, na moja kati ya michezo migumu ambao Inter wanao ni dhidi ya Lazio. Eh, kwenye michezo minne, lakini uh, kwa kiupekee kabisa tumwangalie Claudio uh, Ranieri ambaye alitoka e, kwenye kustaafu na karejea tena kwenye mpira, maana alistaafu lakini Roma akaambia baba yetu huyo ndo unatupatia mrudi kwanza, <laughs> kwanza. Mm. Kutusaidia. Sasa ameweka rekodi nyingine Claudio Ranieri ambao ni rekodi ya kipekee, tunaweza kusema kwamba ana michezo kumi na mitatu ambayo ameshinda mm. eh, ametoa sare tano kwa jumla ya michezo eh, kumi na minane ambayo ameshinda hiyo eh, ni, wanasema ni longest unbeaten run ya Serie A ambayo ameiweka ukiachana okay, na ile ambayo aliweka mwaka 2009 2010 kwenye huo msimu ambapo alienda michezo 24 bila kufungwa akiwa na AO Roma, na, na kucha... anarudi tena kutengeneza rekodi <laughs> ile ile <lila. laughs> ana, anaikimbilia rekodi yake ile ile ambayo aliweka 2009 2010 kwenye msimu huo akiwa na Roma, na msimu huu tayari ana michezo 18 e, Roma jiunge AS uh, mm. eh, Roma au warejee AS Roma mm. Uh, ni kocha ambaye amekusanya alama nyingi nyuma ya Inter Milan, nyuma Inter Milan. Kabisa sahihi. Milan, yes. Inter Milan walikuwa, yeah. chize, na muda mrefu hawajafungwa, lakini wame hapa katikati wamechezea chezea vipigo, nadhani walikuwa naiwaza sana Barcelona. Hey, pengine. <laughs> <laughs> pengine. <laughs> <laughs> Yes. So um, tuende huku sasa uh, kwenye michuano ya Madrid Open uh, ama upande wa tennis hmm. Upendo mm. Upenzi wa tennis mm. Nadhani tutakuwa sahihi hapa, tutakuwa tutakuwa uh, tuko sawa, na kumbuka kuna michezo kadhaa ambayo imechezwa jana huu uh, ni upande wa wanawake <manyi> lakini wanaume pia wamecheza. Medvedev tayari ameingia robo finali, lakini nimemwona pia uh, Verez alipoteza, lakini pia ipo uh, Casper Ruud naye ameingia robo finali kwa mara nyingine baada ya muda mrefu kukaa nje, lakini kwa upande wa wanawake kipekee, uh, michezo ya jana ilikuwa hii hapa Madison Keys akishinda e, e, Iga Swiatek naye ameshinda lakini Aryna Sabalenka naye ameshinda, na wote wameingia robo finali. Tuangalia michezo ya leo ya robo finali kwenye Madrid Open eh, hiyo slide inofuata ni hii hapa. E, michezo ya leo ndio hii hapo. Madison Keys atakutana na Iga Swiatek. Mchezo yenyewe inapigwa leo kuanzia majira ya saa tisa, saa nane ya mchana kwa hapa Tanzania. Lakini uh, kuna Muzeti akicheza na Mino, uh, Mino uh, Andreva yakiwa na Coco Gauff. Lakini uh, yupo Anadi Tiofi Sabalenka, akicheza na kosuk, moja kati ya majina mapya ambayo pia ameingia kwenye, unajua uh, uzuri wa tennis hmm. Uh, wachezaji uh, wanapotoka msimu unaokuja unakutana na majina mengine mapya lakini kuna majina makubwa ambayo yanaendelea kuwepo kama hapa Coco Gauff na muona Marekani eh, uh, Madison Keys na yupo pale lakini pia Iga Swiatek ambaye alikuwa namba moja kwa misimu miwili mitatu kule nyuma. uh, <totipa> Ons Jabel ametoka ame, uh, yupo Madrid Open kwa tunatarajia pia tutamuona katika uh, zile tu hivi hivi, uko wa, wa, wa Williams hujaacha uh, kizazi kingine kiendeleze kile ambacho uh, hawa mabiti walikuwa wakikifanya au tusubiri visa watoto <laughs> kwa, sasa ndo waje kwa, kwa, kwa moto aliokuwa nao yeah. Uh, uh, Williams hmm, kidogo ni, ni ngumu kuanza kumfananisha na watu wengine yani hawajaacha kizazi chao kutoka kwa familia zao. Mwanaye anam, anamtengeneza bado mdogo, lakini anamtengeneza, naona anaenda naye mazoezi, anafanya naye mazoezi na nini lakini bado bado yuko mdogo sana kwa sasa, labda Coco Gauff ndo namuona kama moja kati ya watu ambao wanaweza kaipeperusha bendera ya Marekani kwa sasa, lakini pia yuko Madison Keys pia. Kwa, kwa kipekee naye ni mkongwe, unaweza ukasema na yupo anapambana hapo, lakini kwa wachezaji wengine, Sabalenka na Iga Swiatek, moja kati ya wachezaji wakubwa kabisa ambao nao wanaendelea kutikisa upande wa tenis, okay. Bana, tunafunga kitabu hivi leo. Mitandaoni hakuna magari magari magari magari magari, bwana, unajua tumepumzika kidogo, lakini kule kuna Oscar Piastri anawakimbiza kule kweli saa hizi, lakini pia uh, na mwenzie uh, teammate wake Lando Norris, Lando Norris naona no, wakimbiza. Unajua McLaren hmm. msimu huu wako wako moto, na bila shaka mimi naweza nikaona wakiendelea hivyo, unaweza kuchukua ubingwa wenyewe mapema tu hivi <laughs> hivi hapo ofisini, amna dereva wetu, tunaweza tukampeleka kule kule, yule ambaye yule anaendesha ile Nissan Bara shukrani netu Abu Yusuf, mitandao hmm, eh, ya kijamii ni at Azam TV Sports. Ingia pale tuandikie maoni yako, lakini tuandikie kila kitu ambacho unahisi kwamba tunapaswa kukifahamu kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii at Azam TV Sports.